Ah, mama ake Banza Stone amefariki ghafla tu baada ya kutokea msiba wa mjukuu wake, sio dada yake na Banza Stone, mjukuu wake mm, aliofariki mjukuu wake, baada ya lisali moja naye akafariki ghafla hivyo mm tu mjukuu alikuwa anaumwa nini? Labda alikuwa anasumbuliwa na kifua mm. Kwa muda gani? Kama mwezi mmoja tu na nusu, kwa hiyo mama baada ya kupata taarifa ni, ni nini kilimchukua? Ni presha ni, ni, ni mshtuko so tu koto, yeah. ha, moyo, ha, mm. Mm. Wala sio presha, mshtuko tu basi, akawa amefariki. Alikuwa na matatizo ya moyo mama? Ah, alikuwa ana matatizo ya moyo, wala hajagua presha, ni mshtuko tu. Na mjukuu labda ameumwa kwa muda gani? Ilikuwaje? mpaka kama mwezi mmoja na nusu tu mm. alikuwa anasumbua na kifua mm. kifua labda ni kifua kwa maana kwamba labda athma au TB au ni nini? Kifua kifua kikuu kikuu. Mm. lakini ka mpaka umutu unamkuta alikuwa wapi? Alikuwa papa nyumbani. Kulikuwa kuna utaratibu wa kumpatia matibabu? Alikuwa anapata matibabu Ilala, alikuwa nachukulia mm. paamana alikuwa nachukulia eh, paa na dawa zake pale basi anarudi nyumbani, lakini mm. hakuwa serious. Basi tumekuja kutokezea tu ghafla leo kwenye saa moja moja akawa amejisikia vibaya, basi kufika kwenye saa mbili mbili akawa ameaga dunia. hmm. Hmm. Na, nani aliyekuja kumletea taarifa mama za kuondokewa? yeah. Eh, na mjukuu wake ni hapa hapa nyumbani amefarikia. Kwayo naye alikuwa amemuona, naye ndo akamtengeneza vizuri, akamweka. Basi sio hmm. so, kwamba lilitoa taarifa, alishuhudia kifo chake Hmm. Kwa hiyo imechukua muda gani naye mama yake Banza Stone akapoteza maisha? Eh, na dada yake Banza mwenyewe mwenye mtoto anaitwa Sada, mama jina lake halisi kabisa, Hadija. Poleni sana. Mimi naitwa Mwalimu Yusuf Masanja ni mkubwa katika familia hii ya kina Masanja ni kaka yao mkubwa kwa maana ndio ni kiongozi wa familia hii siba nilietoa habari kwanza ya huyu bwana mdogo ambaye mimi ni mjomba wangu kwamba walinifahamisha ndugu zangu kwamba amefariki baada ya kuugua kwa kipindi kidogo cha muda mwezi mmoja na nusu na nusu. Na bahati nzuri, jana nilikuwa naye huyo marehemu na mama no. Baada ya kuletewa habari ile bi mdogo, mara baada ya saa moja wakanaambia, na mama naye amefariki. Na kwa hiyo nikafanya juhudi za kuweza kufika hapa kuja kuangalia utaratibu wa mazishi.